Mara ya kwanza itakayokuja ita kuzungumzwa hapa ama kuwasilishwa mbele yenu atakuja kuwasilisha uh, opsi Mwanafumo ambaye anazungumzia stadi muhimu kwa fursa za kazi na ajira, na kwa sababu ya muda, opsi Mwanafumo naye pia na muda, kwa hiyo nitampatia dakika kumi pekee yake <laughs> akizidisha, nitaongeza dakika 5.

Nawashukuriwa zaidi ni Allah subhanahu wa taala, lakini pia hatuna budi kuwashukuru waandaaji wa jambo hili kwani hakika leo wameweza na wameweza sana, na tunawapongeza nyote ambao wamefika hapa kwa jambo hili. Naamini hata kama nimechelewa kufika, lakini mada zote zilizotoka, naamini zitakuwa ni mada nzuri, na tukitoka hapa tukazifanyie kazi ama. Kwa mimi nilosimama mbele yenu hapa kwa majina naitwa ukti Mwanafumo Mwinjuma Mohamed, nina taaluma tatu. Kwanza ni mwanasheria ambaye amenipelekea kuwa wakili wa kujitegemea lakini pili, nimefanya masters ya public administration ambayo amelifanya inipe ajira ambayo sasa ndio naifanyia kazi kama Human Resources Manager, lakini pia nimepita chuo cha diplomasia ambacho kinalifanya nipende kuzungumzia amani zaidi, kama ambavyo ndio wimbo wa Oktoba na kila siku kama wananchi sisi wa Tanzania. Kwa hivyo basi, niseme tu kwamba kusanyiko hili limekuja kuchukua madini hapa, lakini pia kusanyiko hili lifanye namna ya kuongeza mashirikiano baina yetu, ili tuweze kupata taasisi nyingi nyinginezo kama tambro mmesikia na nyingine hapa. Kwa hivyo niseme kwamba somo langu limepewa anwani inayoitwa stadi muhimu kwa vijana fursa za kazi na ajira. Natamani nisipite katika nilivyovialika, niseme tu katika ujumla wa mazungumzo, kwa sababu nimeandaa kuangalia maana ya maneno mbalimbali yanayotumika, lakini pia nitakwenda moja kwa moja kuangalia ni fursa gani ambazo, fursa gani ambazo sisi kama watarajiwa katika kutafuta ajira kama wapo, lakini pia tuangalie katika hizo fursa kuna changamoto gani ambazo zinatukabili na kupata masuluhisho kama yapo. Hivyo basi, niseme tu kwamba maana ya neno stadi inaweza kuwa watu wengi wameandika kuhusu jambo hili lakini mimi nitasema tu kwamba kwa ufupi, study ni ueleri skills, ama maarifa ambayo mtu anayo na anayatumia katika kuendeleza hatua moja hadi nyingine katika kuleta maendeleo aidha ya kimwenyewe, ya kibinafsi, ya kipersonal, ama ya kijamii. wengi wetu tumepitia katika taasisi mbalimbali za elimu, pale tunakwenda kupata stadi ambazo huwezi kuwa nazo mpaka uende kule darasani, lakini zipo stadi ambazo tunaziita soft skills, ambazo unazipata katika maisha yako na unatakiwa uendelee kujifunza kuwa nazo, ili tuweze kuwa imara pale ambapo tuko wakuwa professional ama kwa ueleji wetu ambao tunao. Lakini nikizungumza vijana, ni watu ambao wanalika la kuanzia miaka kumi na tano mpaka thalathini na tano inaweza kuwa pia kuanzia kumi na nne, lakini inategemea unazungumza ukiwa wapi. Kitanzania, umri wa vijana ni miaka kumi na tano mpaka thalathini na tano na narika hilo kwa mujibu wa sensa ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili tumeonekana kwamba vijana a mmetengeneza zaidi ya milioni ishirini na moja. Tukumbuke kwamba sensa imetuonyesha kwamba watanzania tuko takriban milioni sitini. Kwa hiyo kama milioni ishirini na moja ni vijana, maana yake basi nguvu kazi hii inatakiwa

uhaibu tataka wajibu wetu kwa wajenga amani ama wavunje amani. Na kwa hapa tulipo, sitarajii kama kuna mtu anawaza eti anataka fursa lakini bado tena anataka kuivunja amani. Mi niseme tu, kabla sijafika mbali na mazungumzo yangu, fursa ya kwanza sisi kama Watanzania sisi kama Waislamu ni amani. Hata wewe na madigirii ishirini nyumbani kwako, kama amani haiko, huwezi kupata hata hizo ajira wa wala fursa nyingine ambazo tunazifikiria vichwani mwetu, nadhani kwa pamoja katika hilo. Sasa basi, katika fursa asabas stadi mbili au oke tatu katika nnakwambia mimi ni daktari mimi ni mwalimu mimi ni injinia mimi ni mwanasheria. Tukisema tuzungumze sasa kwa ueleli wetu nje ya garia hizo huenda, mtu akaanza sasa azungumza kama ambavyo mgeni rasmi pale alisema, utashindwa kusikika ama utashindwa kusimama. Utasema mimi naona naolaiku kusimama Hivyo, musikika, na siwezi kuzungumza hivyo hautaweza kusikika na ujumbe unaokuja nao unaweza usifike kwa jamii husika. Kwa hivyo stadi muhimu kwetu ni zile ambazo zinatujenga. dakika tatu. Okay, Niwape nitaje mbili tatu katika stadi ambazo tumekusudia leo. Mojawapo au ya kwanza ni mawasiliano au tukasema, communication skills. Tunaposoma huko tunaambiwa tunaweza tukazungumza, tukaandika, tukasoma na kusikiliza, kwa sababu kama umekuja hapa na kuja sikiliza Manake mawasiliano yako wamekatika. Wenzetu hawa wako hapa kutusaidia, wale baba hawasikii, pia waweze kusikie. Kwa hiyo tumeona kwamba kusikiliza ni sehemu mojawapo ya mawasiliano, na sisi tukiwa kwenye fursa za ajira ama kutaka jambo kwa mtu mwingine ni lazima useme, lakini pia lazima usikilize ili uweze kupata mrejesho hema, mzuri ama mbaya, utakao kufanya wewe ubaki pale pale ama usongee pazuri ama ujirekebishe, baada ya wewe kusema na kusikiliza mrejesho wa wengine. Kwa hivyo mawasiliano ni kitu muhimu katika stadi za fursa ya ajira na kazi, lakini tarekomta pili ni ufunguzi tunaita wengi hapa, kama mkitazama, wamezungumza wazungumzaji, kila mtu alijaribu kuangalia pati yake, lakini anakwenda extra mile. Mimi nikifika hawa nitawaambia tu tucheze, lakini kucheza nakini, tuangalie mchezo gani? kwa unakaa chini unatafakari tafakari, unabuni jambo lenye tija kwenye jamii na ukifika unaliwasilisha kuweza kuwapa wale watu ambao umewapelekea manufaa na waweze kusoma katika hilo ili baadaye na wao waweze kuwa watu kama wewe. Kwa hiyo lengo la kuwa creative ama innovative, unataka kunacha ama kutengeneza jambo lako, lakini unapoliwasilisha lifike kwa wengine na liweze kuleta tija baadaye. Ndio, tumesikia hapa kuna vijana kina Shukuri, kina Cholo na kuita Cholo, samahani na wengineo, lakini tusisahau ubunifu wa wazee wetu hapa wa Tapro na wengineo, na mt nikasahau na wengine. Ukiona sija kutaja sio kwa waliosahaulika ile ya ahiri, ila, ila, ila tu takuwa kwa sababu ya muda, lakini okay. Tusisahau pia ulimwengu wa sayansi na teknolojia kwa sababu sasa hivi kila mtu, wengi wetu wana smartphone. Hata kama hujui kutumia application zote, basi anza kutumia kidogo kidogo kadri unavyoweza, na ujiongeze kuweza kupata maarifa ya kutumia masuala ya sayansi na teknolojia katika fursa za kazi na ajira. Itatumia vitu viwili, kimoja ni ujasiriamali ambapo wengi hapa tunajifunza kutaka kupata ujira ama kipato kwa ukiajiriwa. Ujiajiriwa rasmi utapata kipato na ukijiajiri pia utapata kipato. Kwa ucheza na fursa iliyopo, wengi wakuajiriwa ama wakujiajiri, ili maisha yawe mazuri na yasonge mbele, kwa sababu ulipokuwa sasa, usipokuwa na kipato, mambo ni magumu, na ustaamu kufundisha kujishughulisha na kufanya biashara. Kitu cha pili katika hiyo tazungumzia mentorship na scholarship. Mentorship ni kupika tunapikana tuna hapa ili tuende kuwa watu wazuri. Lakini scholarship sio ile ya kwa kizazi cha shambani mwangu. Ila pia scholarship ni kukukupa, yaani mtu kusema kwamba Anafaa kuwa MC mzuri, so kama imewezekana, kila shughuli ikifika tumpeni matano. So unasema kabisa, kwa mfano kaka kachora pale, anajua ku design kutengeneza ma otokisiliukoitume so, ikitokea fursa ipo pale, kumwambia mwenza walage taasisi mchukue huyu, hapo umefanya Mentorship, ni kuchukua vijana ukakaa nao ukawapika, then ukiona wameiva na kunahitajika fursa sehemu wachukue uwapeleke, hapo ndipo utakuwa wamefanya umefanya sawa. la wote kuendewota kuna changamoto nyingi, mimi nitazungumzia moja tu, changamoto ya kukosa mitaji na kuanzisha mradi mwingine lakini hata ukianisha mradi ni bora ukafanya athari analysis, ama ukafanya analysis ya kujua kama mradi utakuwa ama haungui, na uchuke sana kuto kuanguka. Na hapo chukulia maneno yenye herufi nne yanayosema so s isi kuna kasoro gani, kabla hujasonga mbele. Lakini o ni opportunity, kuangalia hii fursa nikianzisha inaweza pia kuzaa na kuzaa, ili tufike mbali. Hapo nitaposi kidogo, mimi kampuni inayofanya juzi tu tumetimiza miaka hamsini. Kwa hiyo miaka tangu kaanzisha huyo mtu biashara yake, saizi ana makampuni zaidi ya ishirini yako hadi nje ya nchi. Kwa hiyo ni kujiangalia kila siku, mradi unaofanya unazidi kukupa fursa ama unakunyima fursa katika soko la kutafuta kipato na suluhisho. Nitachukua moja yako mengi, tushiriki mafunzo mbalimbali. Ukishaona kuna jambo limekusibu, tafuta namna ya kutoka hapo kwa kujifunza. Na Uislamu unatufundisha tujifunze, tujifunze, tujifunze, ili pale palipokwama upamuke. Kwa hivyo, hitimisho, iwapo unatafuta fursa yoyote ile, iwe ajira, biashara, angalia una vipaumbele gani na umepungukiwa wapi. Kutokana na muda, naomba niishie hapa, baala salamu alaikum warahmatullahi